Ujela Ujela siyazaku. Siyazaku la hisia zanguzielewa hisia zako hisia zako aziko na nini? Mi sina hisia na wewe, lakini mi nakupenda na kila kazi nakufusiilo nakupenda Markus, mbona nielewe? skilizehati mi sikupendi kabisa. Kwa nini nafusu maji kupanda mlima atofauti ganinak wingine natofauti gani? maonashinda kunielewa Markus hapi yeah. Utofauti upo, we mweusi wenzio weupe, wengine walewe mupskia uwe mwendowamasaa. Mi sipendi maelezo mengi, yaani nikikwambia sikupendi, namaanisha mi sio mnafiki, natukiongea nakimaanisha. Sawa, yaani sikupendi dia tafuta type yako. mapenzi yana type sawa? Utakufa, mapenzi yanaua sawa? Mimi sikuhitaji wala sikupendi, na sikupendi nakuhakikishia, sikupendi. Kwa mtu aina gani? kama kupe, yani uking'ang'anizi. kwa nini uning'ang'anie mimi tu, wana wengine waoni? Sunakupenda, nakupenda, nasikiliza. Nakupa onyo kwa maganizi Ukirudia tena masa, nakupenda nakupenda nakupenda nakupenda, no. Ntakuja nikukate masikio yako sawa.